kile ambacho ataniwafikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Maana lazima tutangulize kuwafikishwa na Allah, kwa sababu kuzungumza ni moja ya kazi ngumu sana. Mtu anaweza akazungumza, watu anajiuliza an anaongea nini? Subhaya haya yanahitaji taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala na baraka, lakini pia inahitaji pia ufundi. Kwa hiyo tutatakiwa tustahmiliane wakati mwingine hata wa wapiganaye kuna mtu mwingine akipiga naye unaona raha unastareheka katika masikio. Lakini kuna mwingine akipiga naye unaona kelele tu ni yaani, kwa sababu ufundi ule wa kupiga naye hana, kwa hiyo badala yake unaona kero tu masikioni. Lakini naye hiyo hiyo akipiga mtu mwingine unaona raha kabisa. Lakini kwa sababu tunastahimili, mambo yanakwenda alhamdulillah. Ndugu zangu watukufu wa Islamu, mimi nianze na kututaka tuishi katika tabia nzuri. Katika baadhi ya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema hakuna jambo ambalo litawaingiza watu peponi kwa wingi isipokuwa taqwaallahi wa husnu lhuluk, isipokuwa kumwogopa Allah na kuwa na tabia iliyokuwa nzuri. Leo unaweza ukaswali wewe, utatoa zaka, utafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini kama tabia yako ni mbaya taisikia hivyo hivyo pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala huingii, kwa mujibu wa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Siku moja alikuwa na anawauliza wale masahaba, atadiruna manil muflis? Hivyo nyie mwamjua ni nani aliyefilisika? Wale masahaba akasema ah aliyefilisika si yule ambaye la dirhama la, hana hela, hana mali, hana chochote kile. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hapana, sivyo mnavyoelewa. Aliyefilisika ni yule ambaye man yaati yaumal qiyama bi salati ni yule ambaye kaja siku la kiyama, na swala alikuwa na swali, huyu wa zakati na alikuwa anatoa zaka, akaja na zaka yake, wa siyami na funga, hazimpiti funga muislamu huyo. Lakini Mtume sallallahu alayhi laihi wasallama akasema wayati wakad shatama hada lakini ile siku wamekuja hali ya kuwa amemtukana huyu, wa kadhafa hadha na akamsingizia mtu huyu kwenye tukio ambalo hakuhusika, wa akhadha mala hadha na akachukua mali ya mtu fulani huyu akavunja heshima ya cheo cha bwana huyu, kamvunjia ya adabu yake. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallama ndiye anasema sasa, akiwa mtu kaja katika mazingira kama hayo, bila kujali ile swala yake zaka yake sadaka yake funga yake, yatachukuliwa mema aliyoyafanya hasanatu yale mema aliyoyafanya yatachukuliwa, alafu atapewa huyu ambaye kamfanyia yale matukio. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ikiwa yale mema aliyo yaliyochukuliwa kwake yataisha na yale makosa yanaonekana kuwa ni mengi basi yatachukuliwa makosa ya huyu aliyetendwa, atapachikwa naye huyu ambaye yeye mwanzo yalichukuliwa mema yake, kwa sababu ya yale aliyoyafanya kumfanya huyu. Alafu faturiha fi nnar, kisha ataingizwa, atatupiwa katika moto wa Jahannam. Tukiangalia katika maneno haya ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tunaona ni kwa kiasi gani twatakiwa tuishi katika maisha ya kuwa na tabia iliyokuwa njema, tabia iliyokuwa nzuri. Kikosa kuwa na tabia nzuri, basi utaingia katika matatizo kama alivyotuelekeza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu wa tukufu wa Islam kwa muda huu tuliokuwa nao, ni muda ambao hauhitajiki maneno mengi, kwa sababu ni muda ambao umekwenda, na watu hapa wako katika kutabahari katika jambo la kumswalia na kumsifia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuzungumza mzungumzaji saa tisa ya usiku sio hali ya kawaida watu washalala, wengine washaondoka. Kwa hiyo kwa haya machache ambayo kwamba nitayazungumza hapa, basi na, na kuombeni turidhike nayo na turidhike na tuweze kuyafanyia kazi na yale ambayo ameyazungumza ndugu yangu kabla ya mimi kadhalika tuweze kuyafanyia kazi. Akhira mwisho wa maneno yangu, bila shaka tutambua tupo katika muda gani. Nalam wanafham. Muislamu amesifiwa na Allah kuwa ni mtu mwenye akili na ni mtu ambaye mwenye tafakuri ni mtu mwenye kutafakari, hawi ni mtu ambaye anajiendea thajielewe elewi, anakuwa mtu makini sana, na ndio maana anaielewa Qur'an. wa tilka al-amthalu nadhribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun, na hiyo mifano iliyokuwepo ndani ya Qur'ani twaipigia mifano hiyo kwa watu wenye akili timamu ili wapate kutafakari. Sasa huu wakati tulikuwa nao ni wakati ambao Waislam tusiwe wepesi kuingia katika mitego, tusiingie katika vurugu Usikubali kuja kuambiwa tuandamane. kwenye Uislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam hajatufundisha hiyo kitu, haipo. Na sisi twampenda Mtume Muhammadi, kwa hiyo lazima tufuate yale ambayo anayoyaelekeza Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Yako maneno ndani ya Qur'an, Allah anasema inna al-muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha waj'alu aizzat ahliha adhila, hakika watawala wakiingia katika kijiji au kwenye mji au kwenye eneo, wanaweza wakaharibu kwa muda mchache sana, na wale watu waungwana wenye heshima zao wenye utukufu watabadilika ule utukufu, sasa utakuwa udhalilifu. Kwa hiyo usipende kuweka magombano na watu wenye mamlaka, utaingia kwenye matatizo. Naeleweka vizuri, Waislamu? Kwa hiyo hii ni mitego inayotegwa tegwa na wasiye mjua Mtume wasiyemjua wa Allah subhanahu wataala. Wewe mwislamu umesifiwa kwamba una akili timamu, usiingie katika mitego ya namna hiyo. Sisi kwa siku tuna vipindi vitano ambavyo tunafanya ibada ya swala. Vipindi vitano hivyo vikiingia tatizo la kutotekelezeka ibada, tayari una shoti mwislamu. Ukifa haufi vizuri. Sasa isije ukachukua dhima mbele ya Allah ukaleta vurugu ikawa ndio sababu ya watu kutotekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wataala kwenye jambo ambalo Allah halitambui katika mpango wake. Sababu kuna watu wengine wamefika kujisahau kwenye haya masuala ya kidemokrasia, wanayafikiria kama ni Qurani. Qurani jambo jingine, na demokrasia ni jambo jingine. Jamani, naeleka vizuri? Kwa hiyo mtu usiingie kwenye matatizo. Na mtu mmoja anaitwa Mruul Qais alibahatika kupita kwenye kipindi cha vita, akaona shida ya kipindi cha vita. Niatamke maneno yake kidogo kwa uchache, ambaye aliyatamka anasema:

wa takbili anasema alharbu awwalu ma takunu fatia, vita mwanzo inavyoanza inakuwa kama msichana ambaye anayependwa na makundi mengi. Lugha ya zamani yule kigoli, na lugha ya sasa piskali Eh, mahala kama kuna piskali kila kundi linampenda, mpaka mzee mtu mzima anaweza akatamani awe na piskali, ila anashindwa tu namna ya eh, ile sayansi ya kuweza kummiliki piskali ndo anashindwa. Kwa hiyo ikitokea vita, mwanzo wake kila mtu anatamani kuingia katika kukinukisha, kulianzisha, kila mtu ana, anakuwa hivi, lakini anasema tasa bizinatiha likuli jahulin, anapiga hatua kwa uzuri wa yule binti, kila yule ambaye hajui kitakachotokea baadaye. Na Mtume anasema ukitaka kufanya jambo, fatadabbar aqibata, angalia matokeo yake litakugarimu vipi? Ndio maisha ya Muislamu, ukitaka kufanya jambo kufanya tathmini nikifanya tukio hili kitatokea nini? Itakuwaje? Kwa hiyo anasema hatta idha shtaalat mpaka utakapoaka moto. Sasa yule binti yule sasa anabadilika, sasa Mrul Qais kalita fumbo kalita kinaya, moto ukishakuwa umeaka sasa, wakati ule anasema yule binti maskini ya Mungu, wallat ajuza Anakengeuka, anabadilika, sasa anageuka kuwa sasa kikongwe, anakuwa bibi, anakuwa mtu mzima, ghaira dhati halili hana, hana mpendezo na wala hana mume. Hakuna mtu anayejisogeza, mashaubi yashashuka. Hashamtau shamtau, Waarabu wasema ni nywele ambazo zimechanganyika nyeupe na nyeusi, maanake sasa anakuwa na mvi. Hakuna anemtaka huyo. Umeelewa? Kinachoendelea anasema, yunkaru launuha wataghayarat, ile rangi yake ile inakanushwa, hakuna anayependa namna alivyo, ile mikunjo mikunjo ya mwili wake namna jinsi ilivyo, basi makuruhata talishumi au shami, anakuwa mwenye kuchukiwa, hata ile kumchum kumbusu tu kunusa tu harufu yake, kuna neta eh wa watakbili na kule kumchum kumbusu, hakuna atakayekuwa tayari kumbusu. Unanielewa? maana yake ni kwamba umekinukisha kila mtu anataka afanye hivi, mwingine kasema lile. Sasa mambo yameharibika, mwenye kuvunjika miguu kavunjika miguu, mwenye kumwaga damu kumwagika damu memwagika, mwenye kuharibika mali yake meharibika, na wengine wamehama nchi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumu salaam warahmatullahi wabarakatuh. Asante.